Oktoba 17 anakumbukwa mtakatifu Ignasio aliyekuwa askofu wa Antiokia huko Uturuki na mmoja wa baba wa Kanisa wa karne ya kwanza. Alikuwa mfuasi wa mtume Yohana na alipata mafunzo kutoka kwa viongozi wa awali wa Kanisa. Chini ya uongozi wake, kanisa liliimarika. Alijulikana kwa mafunzo yake ya kiroho na uongozi wake imara. Alishawishika kutetea imani ya Kikristo dhidi ya mafundisho potofu na changamoto mbalimbali. Mwaka mia moja na saba alikamatwa na kupelekwa Roma na kuhukumiwa kifo. Akielekea Roma, aliandika barua kwa waamini akisisitiza umoja, upendo na utii kwa viongozi wa Kanisa. Alikabiliwa na mateso makali, kisha kutupiwa kwenye simba na kuliwa na simba hao, hivyo kutambuliwa kama shahidi. Hata sasa ujumbe wake una mchango mkubwa katika teolojia ya Kikristo na anatambuliwa kama mtakatifu katika makanisa mengi ya Kikristo.